Engauyo kutoka taasisi ya I Travel Hajj Umrah ndio anatoka katika hoteli Shema Cherenga, tupe neno kidogo juu <laughs> ya leo na leo ni na, na, na leo, mwezi nane tunaondoka hivi sasa kuelekea Mina kwa ajili ya maandalizi ya safari ya kwenda viwanja vya Arafati kwa tunaondoka na mahujaji muda huu kwa ajili ya safari hii pata mtume ao na wao, ni miongoni mwa mahujaji wa taasisi ya Travel, saa saba za usiku hii kutoka katika hoteli matata sana ya Tunamshukuru Mwenyezimgu subhana wa taala, leo ndio siku ambayo tunakwenda katika viwanja vya Mina kwenda kuanza ibada kwao. Tunamwomba Mwenyezimgu subhana wa taala, ndugu zetu ambao mnatufuatilia, mzidi kutuombea dua, na nyie tunakuombea ni dua Mwenyezimgu ya, ya Rabi, tujalie salama, tutakabali ibada zetu, ili mradi yote haya tunayofanya ni katika kukamilisha nguzo ambayo ni wajibu kwa Muislamu kuifanya katika maisha yake insha allah. Mtambulisha mimi insha allah kwa jina anaitwa Nasibu, ili Nasibu natoka wilaya ya Magharibi, Nguja, Kianga Sahivinatoka katika chuma lala, naelekea kwenda kufanya ibada ya hija katika viwanja vya Arafa na umra nshaallah, Mungu anijalie tofiki nifanya jambo hili na nipe nguvu nasikarapilinirudia tena

Si mtazamaji ni saa saba ya usiku tarehe nne mwezi huu wa sita mwaka wa elfu mbili na ishirini na tatu ni mahujaji wa taasisi ya I Travel Hajj wakiwa katika hoteli ya Best Western. yaasaa hatua gani ya awali kabla ya kuelekea kijiji cha Mina kwa mahujaji kinatakiwa kufanya? Hei, katika ibada hii ya Hijja kwa mwaka huu wa 2025, Bismillahir Rahmanir Rahim. mm-hmm. Hatua ya awali wa andawat, wa meoga, wa mevaa ihram, wa tayari washejiandaa, watu wameoga wamevaa ihram wametia nia tayari wanaendelea na talbia yani, kuleta labbeika Allahumma labbeika, kama unavyosikia kwa kuanzia mda huu tayari wamo ndani ya hija na ile miiko na marufuku zote zimerudi upya. Hawaruhusiwi wanaume kuvaa nguo zaidi ya hizi au za aina hii, hawaruhusiwi kutumia manukato, hawaruhusiwi kunyoa au kukata kucha, hawaruhusiwi kufunika vichwa hawaruhusiwi kukata kucha mpaka pale watakapomaliza zoezi hili, mwezi kumi, wakipiga mawe kwenye kikuta cha Akaba, wakinyoa, kuchinja na baadhi yao kama wataweza kuja kutufu toafu lifadha lakini wakiweza kunyoa tu na au kuchinja. Kuna mambo kama mawili haya, kati ya amani yakifanywa tayari wanakuwa wameshafanya kitu kinachoitwa tahallul awwal, yaani ufunguaji wa ihramu wa kwanza. Kila kitu kitakuwa tena ni halali kwao, kutabaki tendo moja tu ambalo ni mwiko na marufuku, ni tendo lile la ndoa hilo litabaki mpaka pale watakapokamilisha mzunguko wa hija ambao ni tawaful ifada. Kwa hiyo kuanzia sasa tumo tena katika utekelezaji wa hija, tunaelekea Mina. Na kwenda kwetu wakati huu ni kutokana na wingi wa makundi ya watu, ili kuyapeleka moja baada ya jingine. Shukran, mwanahabari wetu

Mtazamaji, hii ni kutoka katika hoteli ya Best Western iliyoko Ajad Road katika jiji la Makka nchini Saudia. Ni saa saba za usiku. Mahujaji kutoka taasisi ya I Travel Hajj jumla E, tayari wamekwisha tia nia kuelekea katika kijiji cha Mina au mji wa Mina kuanza rasmi ibada ya Hija kwa mwaka huu wa 2025. Naona maujaji tayari wakiwa wamekwisha tia nia wanatoka katika hoteli kuelekea katika kwenye mabasi ni leo

Aruna Lipumba, nete maneno Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ah, ndugu yangu mtazamaji wa Saimu Gwao television online. Alhamdulillah, mahujaji sasa wa nyumba tukufu ya Allah mtukufu wameweza kutoka Makka na wameingia katika maeneo haya ya Mina katika usiku huu wa takriban saa 9 na wengine wameanza kabla ya hapo. Alhamdulillah, hii ni ishara kwamba sasa nia zimewekwa na mchakato wa kuianza ibada rasmi ya hija unakwenda. Mahujaji katika siku hii ya leo ya yaumu tarwiya ya, watashinda hapa Mina wakiswali swala ya dhuhuri rakaa mbili katika muda wake, alasiri pia vivyo hivyo na nyinginezo Kesho inshallah itakuwa ni safari ya kuelekea Arafa kwa ajili ya kwenda kukidiriki kisimamo cha Arafa. Ewe Allah mtukufu, tunakuomba uwafikishe maujaji hawa kwa kuzikubali hija zao, tawafu zao na